mataifa Rachel Ruto amezindua rasmi mradi wa majaribio wa utoaji maziwa shuleni katika shule ya msingi ya Bondo Kosiemo katika eneo bunge la Nyatike kaunti ya Migori. Mradi huo ambao umefanikishwa na ushirikiano kati ya bodi ya kitaifa ya maziwa na chama cha ushirika cha maziwa cha Meru unalenga kuwapa wanafunzi uh, lishe bora mbali na kupiga jeki viwanda vya maziwa vya mashinani. Prosperity and our economy's growth. I challenge each of you to take just one small step towards ending hunger in Kenya. Imagine our collective impact if each one of us here feed at least one hungry child. Tunajua afya ya watoto wetu ni kitu ya maana zaidi. Na leo ile maziwa imepatiwa hapa kwa hii shule itasaidia watoto wetu na afya yao, Tumesikia maziwa inakuanga na calcium, inasaidia mifupa zaidi, inakuanga na protein na kisha inakuanga na vitamins. Na hiyo afya ama nutrition itafanya watoto wetu wasome vizuri, wakuwe chonjo kama wako kwa darasa, na kisha waendelee kupeleka maisha yao mbele vizuri zaidi.